Mwezi wa Januari unakuwa ni mwezi wa mambo mengi, mambo ya shule na nini. Kwa hiyo kwa upande wa bidhaa zingejisaidi kupunguza kuliko kila siku, yani kama ikifika Januari, yani mambo yanakuwa ni mengi, alafu na bei nazo zinazidi kuongezeka, kwa hiyo tunashindwa kujieleza pia katika majukumu yetu. Anze mwezi wa kwanza umesijala hata wali na uogopa kununua kwa sababu elfu tatu na mia tatu sina na nunua dona 1400 ninakula na watoto, lakini wali ninakuwa na hamu nao. Kwa sasa hivi mchele umpanda bei, yani n mchele ni ile ile, lakini mpanda bei kutokana na upotevu wa bidhaa husika. Mfano, sasa hivi mchele wa kawaida unapata kwa 2800, 2700 ambao kipindi cha mwanzo mwezi wa kumi wa tisa kule ulikuwa unapata kwa shilingi 1800 mpaka 2200 lakini inategemea ya ya na gredi ya, ya ule mchele. Lakini sasa hivi ni ule ule mchele wa kawaida umepanda bei kutokana na wakati tuliokuwa nao ziko, ziko juu. Vile vile maharage maharage sasa hivi tunauza elfu mbili na mia tano mpaka elfu mbili mia saba ukilinganisha na miezi iliyopita huko Songea, ilikuwa, yani ilikuwa tunauza mpaka elfu mbili. Baadhi ya aina ya mchele umepanda bei, lakini tukitaka tuki, tuki kuzungumzia hili sana sana ni season kwamba tuko katika msimu msimu wa, msimu wa korosho. Msimu wa korosho mara nyingi sana bidhaa nyingi zinapanda. Sasa kutokana na hali hiyo, inapelekea bidhaa zinapanda. Wito wangu na washauri wafanyabiashara wangu kwamba wajitahidi sana kudhibiti bei, yaani mtu asijione kwamba ana bidhaa fulani yuko peke yake akaona basi atumie nafasi hiyo kupandisha bei, hii siyo uungwana.